Hey, mambo vipi? Karibu sana, tunaendelea na kujifunza JavaScript. Tumeshajifunza baadhi ya vitu huko nyuma, tumesha cover some basic ya language hii ya JavaScript na tumi umeshaangalia video zilizopita. So leo kuna kipengele ambacho watu wengi wanatamani kujifunza, watu wamekuwa wanapenda kipengele hiki kwa sababu ni kipengele ambacho una uwezo sasa wa kuona effect ambayo inaleta language hii ya JavaScript moja kwa moja katika webpage zako ambazo utakuwa unatengeneza na kufanya basi website yako kuwa dynamic, kuwa interactive, kuwa hai. Kipengele chenyewe ambacho nakiongelea leo katika video hii ni DOM. Ambao DOM ni just ufupisho wa maneno matatu, Document Object Model. Na sio kingine just ni kiwakilishi ama tunaweza kuita mwakilishi wa web page yako ya HTML ambayo inakuwa katika mfumo wa tree structure. Namaanisha nini? Utanielewa muda sio mrefu. Browser pale ambapo inasoma faili la HTML kama mimi hapa katika hii browser yangu tayari faili yangu ya HTML index.html limeshasoma hapa na kime display kile ambacho nimekiweka ndani ya hii web page yangu, I mean katika hii file yangu html, basi moja kwa moja DOM inakuwa inatengenezwa ili basi JavaScript iweze kushirikiana na kila kitu ambacho kinapatikana katika hizi web page zetu. Kama nahitaji kubadili rangi hii ya heading 1 ambayo inasomeka hello JavaScript kwenye web page yangu na uwezo wa kutumia JavaScript, nikafanya hivyo. Paragrafu hii inahitaji pengine kubadilisha haya maneno na uwezo kwa JavaScript kufanya hivyo, kwa sababu ya hii DOM ambayo imeshatengenezwa baada tu ya webpage yangu browser kuweza kuisoma, inatengeneza katika mfumo huo wa tree structure. So moja kwa moja mimi nina uwezo wa kuinteract na, na chochote kile ambacho kitakuwemo ndani ya hizi web page zangu. Na maanisha nini, utanielewa tutakapoenda kuoneshana kwa mifano na kuona vitu mbalimbali ambavyo tunaweza kuvitumia kuweza kuaccess basi hivi vitu ambavyo vinapatikana katika web page zetu na kubadili na kufanya website zetu kuwa dynamic. Kuna muundo wa hiyo structure ya tree, DOM tree ambayo nimetoka kuizungumzia. Nataka nikuonyeshe japo kidogo hata kama hautonielewa, lakini upate picha ya huo muundo wa hiyo tree unavokuwa. Kwanza kabisa, mfano tupo na web page yetu hii, tupo na faili yetu html hii hapa ambayo imeanza na doctype, imekuja HTML, head, body uh, imekuja imefunga body, imefunga HTML. Chukulia script hii kama haipo kwa sasa. Nataka nikupe hiyo concept ya DOM tree inavyokuwa. So DOM tree inakuwa inatengenezwa, inaanza na document. Document ndio ambayo inakusanya vitu vyote vilivyomo ndani ya hiyo page. Baada ya document inakuja HTML. Baada ya HTML inayofuata ni head. Baada ya head inakuja title, then inakuja yale maneno ambayo umeweka katika title yako. Mfano mimi title yangu nimeweka JavaScript course ambayo ni huku ina display huku title ya webpage yangu hii. Sasa ukiangalia inakwenda katika mfumo wa tree structure, hiyo DOM yetu ambayo inatengenezwa kwa moja kwa moja. Sisi tuna uwezo wa ku access vitu vyote takriban vinavyopatikana katika webpage yetu na kuweza kuvibadilisha ama kufanya lolote lile ambalo tunahitaji kufanya kwa kupitia language ya JavaScript. Natumai tunaelewana vizuri. Hapo nakuta kuna body then kuna heading 1, kuna paragraph, kuna haya maneno humu ndani. So, so kila kitu ambacho unakiona hapa katika hiyo DOM tree yetu tunaita kama ni node. na kuna aina tofauti za node. kuna document hii ambayo tunaita kama ni root node, kwa sababu hii kama hizi heading 1 paragraph, ndio tunaita heading note, I mean element nodes. Lakini kuna text nodes katika hiyo DOM tree yetu, na maanisha haya maandishi ambayo yanakuwemo katika web page zetu, hello javascript, hi, I mean hii ni paragraph. Kuna comment nodes, kama utakuwa na comment pia una uwezo wa kuziona katika DOM tree yako. Kwa hiyo vyote vilivyomo katika ile DOM tree, tunaita kama ni notes. So kiachilia hiyo introduction fupi ambayo nimekupatia kuhusiana na DOM na natumia umeweza kupata picha japo kidogo, na kila tutakapokuwa tunaendelea kufanya vitu tofauti tofauti huko mbeleni utaweza kunielewa zaidi. Unaona hii alama ya ku close huku pembeni? Nikihover hapa inakuja rangi nyekundu. Nikiclose hapa, nimeclose nini? Nimeclose window. Lakini nikiclose hapa katika hii wrong icon, katika hii page yangu hapa, nimeclose page. Browser yangu itabaki vile vile open. Maana yake browser window yangu itabaki open, lakini page itaclose. So kuna utofauti baina ya hivi vitu: Window na document. Document inawakilisha DOM tree ya page yako. Kwa hiyo kama upo na page, tayari umefungua katika browser kama hivyo, automatic ina generate hiyo DOM tree, ambao una uwezo wa kuinteract sasa na page yako kupitia hiyo DOM tree kupitia language hii ya JavaScript. Natumai utakuwa umeweza basi kunielewa vizuri. Na window.document ukiweka sawa sawa na document unapata jibu la true, kwa sababu tayari browser ndio ambayo imekusanya hiyo, i mean page yetu hiyo document yetu. Natumai utakuwa unanielewa. So tuangalie mfano mdogo kabla ya kutamatisha video hii na kuja kuendelea katika video ijayo. Tutengeneze mfano mdogo. Tuangalie kiujumla, halafu hivi vitu ambavyo nitavitumia hapa katika mfano huu, vingi ya hivi vitu tutakuja kuviangalia kiundani kimoja kwenda kingine. Tuanze kwa kutengeneza page yetu ya HTML. Simple tu, tufute hii paragraph hapa. Tubakishe heading 1. So heading 1 ambao tuite hivi hivi hello JavaScript. Lakini sasa humu katika heading 1 tuweke humu ndani ID. Kama haujajifunza haujui ID ni nini, ningekuomba urudi katika playlist ya CSS ambao nimefahamisha vizuri tu kuhusiana na hivi vitu. Kwa hiyo mimi sina haja kuanza kuelezea hapa kuanzia mwanzo wakati nimeshafahamisha na video zipo katika channel yangu, unaweza kuangalia HTML, CSS na sasa tupo katika JavaScript. So ID, nitaweka jina la ID yangu hapa, mimi nitaipa heading. Na ID unaweka katika hii opening tag ya heading yetu ya mwanzo hapa ndani humu unaweka. So baada ya hapo kinachofuata wacha sasa leo pia nikufundishe jinsi gani ya kutengeneza faili ya nje ya JavaScript. Muda mrefu tumekuwa tukitumia console moja kwa moja katika hii page yetu ya index.html kwa kuandika tag zetu, I mean elements zetu za script hapa chini na kuweza kuweka code zetu za JavaScript. Sasa leo nataka tutengeneze faili mpya ambayo tutaipa extension ya .js .javascript ili basi tuweze moja kwa moja kufanya kodi zetu huko za JavaScript na huko tuweze kuilink tu hiyo faili yetu ambayo tutaitengeneza huko. Inamaanisha nini? Tutafungua hapa, tuta click hapa new, tutaita jina la hii faili yetu ya JavaScript tuite mfano app.js. Unamaliza na extension ya .js. Kama unavyoona imekuja icon ya ikionyesha hii faili ni ya JavaScript. Click enter. So, tupo na faili zetu mbili. Tupo na hii index.html, tupo na hii app.js. Katika index.html, ili basi hii JavaScript yetu kodi ambazo tutaziweka huku ziweze kufanya kazi. Na hizi kodi zetu za HTML inatubidi tuweze kuilinki hii tuiweke humu ndani ya HTML faili yetu. So, hapa katika head utakuja utailinki hapa. Na kuilinki unaandika tag ya script. Then let's say tuandike hapa. Sawasawa sawa, tunaandika jina la hii faili yetu ambayo ni app.js, kisha tunafunga, oh sorry, tunafunga huku tagi yetu hii. Tayari tume, tumesha linki hapa JavaScript faili yetu hii ya nje huku na hii peji yetu, hii faili yetu ya index.html, kama hivi ambavyo unaona mimi nimefanya. So fanya kama hivi ili basi tutakapoweka kodi zetu za JavaScript huku ziweze kuleta effect moja kwa moja katika hii page yetu hapa. Ukiangalia hapa so, tupo na error error muda okay, mwingine okay, okay. okay. yeah, ina lakini ukiangalia huku error hauioni na umeshaitatua pengine huoni era hiyo inayozungumziwa hapo, umeshaisolve lakini bado huko inaonyesha era. Jaribu ku refresh kama hivi ambavyo nimefanya mimi tayari kwa vizuri. So, katika hii faili yetu ya app.js tuweke sasa kodi zetu za JavaScript. Tuanze kwa kuweka kodi ambayo itakwenda ku display title yetu ya peji hii katika console. Nataka nikuoneshe namna gani ambavyo hii DOM inafanya kazi, basi kwa kuweza ku access vitu vyote vinavyopatikana katika na faili yetu ya HTML na kufanya navyo kazi pale ambapo tunahitaji. So, mimi nahitaji hii JavaScript course ambayo ni title yetu hapa, maandishi yanayopatikana katika title yetu ya display kwenye console. Simple kuweza kufanya hivyo katika faili yetu ya JavaScript hii app.js tuandike console.log. Twende kwanza tuka display katika console kule ambapo tumepazoea. Siku zote tunapatumia ku Ukiangalia katika console yangu imetoka JavaScript course. Angalia vizuri kile ambacho kimeenda kufanyika. Hii title ni hii tag yetu ambayo tupo nayo hapa title. Lakini ukiangalia tumeanza na document. Nimekwambia katika ile DOM tree yetu ya kwanza inayoanza ambayo imebeba vitu vyote hivi, title, heading, body ni hii document. Kwa ili kuweza kuaccess kitu kilichomo ndani ya document yetu tunaanza na document, tunatumia dot notation, tunaandika hapa hiyo jina ambalo unahitaji ku access hiyo element yako. Mfano title, sisi element yetu hii ndio ambayo tunahitaji tupate haya yaliomo huko ndani, ndani ya hii element yetu ya title, na ndiko kitu ambacho tumekifanya document.title. na hapa ime display JavaScript course. Tumakuwa na uwezo wa ku access hii title ya page yetu JavaScript course. Kwa hiyo kama umeshaipata kama hivi, una uwezo basi wa ku change wa kuifanya vile ambavyo unahitaji wewe kuifanya, wewe mwenyewe tu na logic yako na the way ambavyo unahitaji uweze kubehave hiyo page yako kinapotokea kitu fulani. Sasa hapa nahitaji kukuelezea kitu kimoja. Tumesema DOM inakwenda kutengenezwa kwa ajili ya kutuwezesha sisi kutumia JavaScript ku-access vile vilivyomo ndani ya web page zetu ndani ya zile HTML file zetu. Na hapa tumeweza kulithibitisha hilo kwa kuweza ku-access title. So ukiangalia hapa tumejifunza object na hapa tumetumia hii dot notation ikimaanisha kuwa hii document ni object. Alafu hii title ni key ambayo inapatikana katika hiyo object yetu ya document ambayo key hii imekusanya value. Value iliokusanywa ni hii ambayo tunaiona hapa JavaScript cause, ni hiki kitu cha humu ndani. Nadhani unaanza kupata hiyo picha ya DOM tree inavyoweza kufanya kazi. Ni simple tu ni object, DOM kwa sababu kirefu chake ni document tumesema object model. Kwa hiyo kumbe hii DOM pia ni just ni object tu kama object nyingine kama vile ambavyo tumejifunza. Wacha nikuonyeshe mfano mwingine. Turudi katika hii file yetu ya JavaScript na sasa hivi nahitaji mimi niweze ku-access element yangu ya hii heading kwa kutumia hii ID ambayo nimeiweka. Vipi unaweza kufanya hivyo? Hiki ambacho tunakifanya, tutakuja kujifunza kiundani huko mbeleni. Kwa hiyo unahitaji ku-access element flani kwa kupitia ID. Unaweza kufanya hivyo kufanya, let's say tutengeneze variable const heading, ambayo variable hii itahifadhi hiyo heading ambayo inapatikana katika element yetu hiyo ya heading 1 ambayo tutai access kwa kupitia ID. So kama kawaida unaanza na document object yetu kuweza ku access kile ambacho unahitaji ku access key flani ama properties flani kwenye object hii yetu ya DOM, then tunatumia hii, get element by ID hii ni method ambayo tunaitumia humu, then tunaandika jina la id humu. Jina la id yetu tumeita kama ni heading. Jina la id ni hili ambalo tumeipa hapa heading. Kwa moja kwa moja hapa tayari sisi tumesha access hii element ya heading one, ambayo tumeshapata hii string yetu hapa hello javascript imehifadhiwa katika hii heading variable yetu. Ili tuweze kuiona kama kweli tumeiaccess tumeipata, wacha tutumie console, console.log heading dot text content. Tutakuja kujifunza vitu vyote hivi leo, just na kuonyesha, tupate ule mwanga DOM ni kitu gani na inavyofanya kazi. So unaona hapa kilichoweza kutokea, imetoka hii Hello JavaScript, ikimaanisha kuwa hii variable yetu ya heading, ambayo ni hii, tayari imehifadhi value ambayo tumeipata kutoka katika element yetu ya heading 1 kwa kutumia id ambayo inaitwa heading, ambayo ni hii. Imehifadhi Hello, JavaScript. Kwa tayari tunaiona hii hapa imeweza ku display very simple. Hiyo ndio DOM na the way ambavyo JavaScript ina uwezo wa ku interact na HTML file yako na zile element zako na mambo mbalimbali ambayo yanapatikana katika web page zako na kufanya basi web page zako instead ya kuwa static zikawa dynamic zikawa interactive ikawa website yako ina uhai. Lakini pia wacha tuweze kumaliza hapa kwa kuweza kubadilisha, nahitaji mimi hili neno Hello JavaScript hili hapa liondoke lije neno jingine. Unaweza kufanya hivyo pia kwa kupitia JavaScript. Mfano, si tayari tumehifadhi hii heading dot, let's say text content, sawa sawa, naweka maneno mengine, karibu kwenye DOM exclamation mark, naisha karibu kwenye DOM. Ukiangalia okay, huku tumeweza kubadilisha katika webpage yetu, karibu kwenye DOM. Very simple. Kwa hiyo heading hii, kumbuka, ni id ambayo tumeipa heading yetu 1. Kwa hiyo tuki access heading hii id yetu, maana yake tunafanya kazi na hii heading 1 na tumeenda sasa kutumia hii dot text content. Hii inamaanisha tunaenda kufanya kazi na hizi content zilizomo ndani ya hii yenye id ya heading ambayo ni heading 1, na tukaibadilisha instead ya kuwepo ile ambayo ipo awali ambayo ni hii tuka assign hii. Kwa hiyo tumebadilisha hapa na imekuwa karibu kwenye DOM na unaona hapa change imeweza kutokea katika browser yetu, very simple kama hivi ambavyo unaona. Lakini ukiachilia hapo, kuna mengi ya kuweza kujifunza na kuweza kuyafanya, tutakuja kujifunza huko mbeleni. Hii get element by id ni kitu kimoja, tutakuja kujifunza kiundani katika video yake. Kuna vingine kama hivi vingi tu. Hii text content ni kitu gani, tutaenda kuona kwa nini inatumika, kubadilisha maandishi ni nini hasa, tutakuja kuona katika video zinazofuata get hii document dot title utakuja ukiongelea kiundani pia, lakini pia kuna namba, mambo mengine mingi katika hii DOM tutakuja kujifunza. Kuweza kutamatisha, tuangalie kwa nini DOM ni muhimu. DOM ni muhimu, kwanza kabisa fahamu, inafanya peji zetu ziwe interactive, inabadilisha content. Tuna uwezo kufanya hivyo kupitia JavaScript, ikifanyika kitu fulani iweze kubadilika, pengine batani yetu, tunafanya kwa kupitia hii DOM, kuweza kuonyesha ama kuhide sehemu fulani ya webpage yetu, ikitokea scenario fulani, ihide kitu fulani pengine mtu asiweze kuona button ya kulogin, hadi aweze kujaza sehemu ya username na password ndipo button ya kulogin i-display. Unaweza kufanya hivyo kupitia JavaScript. Tutakuja kuona kutengeneza element mpya. Tutakuja kuona pia. Kwa hiyo inafanya page zetu ziwe interactive. Lakini sio hilo tu, pia inaruhusu event handling. Mfano, user akibofya button, kitu gani kiweze kutokea? Pia ina uwezo kufanya hivyo. DOM inasaidia lakini pia ni msingi wa libraries na framework zote ambazo zinatokana na JavaScript. Tunaongelea React, Vue, Angular, zote zina deal na DOM. Kwa hiyo utakapojua DOM vizuri, hata katika hizi framework, itakuwa rahisi kwako kuweza kujifunza na kuweza kuzitumia. Sina la ziada leo katika video hii, tukutane wakati mwingine katika video inayofuata. Tutakuja kujifunza ishu nzima ya selecting element, tunaongelea hapa ishu ya hii tuloitumia hapa, get element by id, utakuja kujua kiundani kipi inafanya lakini pia ipo nyingine mwenzio ya hii ambayo inakwenda kwa jina la Get Element by hiko kipengele cha select ele selecting element, kuweza kuchagua kuvuta elementi fulani na kufanya nayo kazi, kwa kupitia id, kwa kupitia class ambazo tunaziweka katika elementi zetu hizo, kama ni paragraph, heading, button, chochote kile ambacho kipo katika web page zetu, tutaweza kubadilisha ama kuweza kukitumia sehemu nyingine bila shida yoyote. Asante sana, tukutane video ijayo.